Mtazamaji kwenye meza ya KTN leo michezo. Nahodha wa zamani wa timu ya raga ya wa wachezaji saba, Humphrey Khayange, bila shaka huyu ameorodheshwa katika kikosi thabiti cha wachezaji kumi na mbili kitakachoshiriki mkondo wa tatu na wanne katika msururu wa raga ya dunia utakaofanyika kule Wellington na Sydney, kule ni Australia. Mkufunzi mkuu Benjamin Ayimba anaangazia kuboresha matokeo ya timu ya shujaa ya mkondo wa kwanza jijini ama jijini Dubai. Nahodha wa zamani Humphrey Khayange atajiunga na ndugu ya Collins Injera kwa mara ya kwanza tangu mashindano ya jumuiya ya madola mwaka 2014 jijini Glasgow. Khayange ambaye amekumbwa na changamoto za majeraha alijumuishwa kwenye kikosi cha shujaa kwa mara ya mwisho mwaka uliopita katika mkondo wa London. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa Khayange kucheza chini ya ukufunzi wa Benjamin Ayimba tangu kuteuliwa upya kama mkufunzi wa taifa. Humphrey.

Nahodha Andrew Amonde pia atarejea kwenye kikosi ambacho kitashiriki mkondo wa Wellington na Sydney. Augustin Lugonzo, Leonard Mugaisi na Frank Wanyama walitemwa, huku Donald Olwech akijumuishwa kwa mara ya kwanza. Collins Injera, Biko Adema, William Mbaka, Bili Odhiambo na Bush Mole watakamilisha kikosi cha Shujaa.

Katika mkondo wa Wellington Kenya imeorodheshwa kwenye kundi da pamoja na Canada Australia na vile vile Portugal We're probably going to maintain that uh, that Cape Town uh, that Cape Town momentum uh, I think the, the players know what is at stake the management is happy with uh, how things have been going and it is, I, I, isn't it confident to say that uh, we, we are looking to top the pool Licha ya kuandikisha matokeo duni kwenye mkondo wa kwanza nchini Dubai, Shujaa ilijikakamua kwenye mkondo wa pili nchini Afrika Kusini na ikafuzu kwa robo fainali ya Main Cup na kuzoa alama kumi na tano. Lin Washira KTN Michezo.